Ni siku nyingine ya mkutano um, wa bajeti unaoendelea jijini Dodoma leo hii a, ni siku ya pili ambapo wabunge wengi wanaendelea kujadili bajeti ya Wizara ya Ujenzi ya mwaka wa fedha 2025 2026. Vilio vya wabunge wengi katika mjadala huu ni ukamilishwaji wa barabara katika majimbo yao ile barabara iliyopaswa kuisha mwaka elfu mbili na ishirini na tatu itaisha lini? Itaisha lini? Na pengine usiposema vizuri, na mimi leo kwa mara ya kwanza nitashika shilingi. Mjumbe wangu wa baraza, tafadhali bwana, mi ubunge bado naupenda kaka. Eh, wananchi wa Mkalama wameniambia wanahitaji tu barabara basi, nikae vipindi vingine vitatu. Kwa hiyo nikuombe sana, hii barabara ni mfupa. Hebu wewe mheshimiwa waziri utafune huu mfupa Wenzako kama wameushindwa waliopita, hebu wewe utafune. Upembuzi tayari, barabara hii ni ya muhimu sana. Iguguno, Mkalama, Simiu kupita baraja la Sibiti ambalo limejengwa kwa mabilioni ya fedha. Najiuliza, hivi kama kilomita 5.2 zimechukua huu mwaka wa nne hazijakamilika, kweli tunafikiria kilomita 92.85 zilizowekwa kwenye bajeti hii zitakamilika? Na ni barabara hiyo hiyo kipande kidogo tu, na hicho kipande kidogo cha kilomita tano kilitengewa bilioni 6.3. Hii kilomita 92.83 kimetengewa bilioni 6, kwa akili ya kawaida unasema huu ni usanii. Juu ya umuhimu wa ujenzi wa barabara ya lami kuanzia Kasesha boda kuja Matai, barabara hii ni ya jumla ya kilomita 60 na ujenzi umeanza, yenye thamani ya bilioni 37.353. Fedha ambayo ishalipwa ni bilioni 6.943. Fedha ambayo inadaiwa kwa maana ya setifiketi ambayo inasubiriwa kulipwa ni bilioni 13.027. Hivi ninavyoongea mkandarasi hayuko site kwa sababu anadai fedha hii ili aweze kurudi site. Lakini je, serikali inasemaje kuhusu hoja hizi za wabunge? Kwa hivyo hakuna mahala ambako hapaja guswa hakuna mahala ambako patachwa bila ya kufanyiwa kazi nchi nzima, inajengwa na tutaendelea kuijenga nchi yetu. Hata hivyo wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameweza kupitisha na kuidhinisha bajeti ya Wizara ya Ujenzi elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita ambapo wametengewa zaidi ya trilioni mbili wa matumizi ya kawaida na utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Nikiripoti kutoka hapa bungeni jijini Dodoma. Mimi naitwa inaitwa Kulthum Ally wa Daily News Digital.